Popata matokeo mazuri wewe, wow, no, unaumia. Hizi zote ndio furaha za, za mpira. Wananchi tuendelee, Bwana Christi. Christina Mwagara, hivi leo nyuki amekumbatiwa, amepigwa busu au hajakumbatiwa na kupigwa busu? Kumbe kulikuwa na staili yake kumkumbatia kumbi, nyuki hasa alisema, kumbe anajua, ila alikuwa hatuambii. Kumbe kuna staili yake ya kumshika yule nyuki unamkumbatia vizuri unampiga busu unapiga paka deno unaondoka na pointi tatu. Kwa hiyo leo tumemshika vizuri, katulia, tumechukua pointi tatu zetu. Tunapongeza wachezaji wetu, hivi ndivyo navyotakiwa. Tunaomba tuongeze ms, msisitizo. Yani, kila mechi tunaocheza sasa hivi sisi ni kama fainali. Hatucheki na wowote, hatucheki na nani, hakuna msalia mtume, hakuna kutia huruma. Unamwangalia mtu unamtilia huruma Piga akiingia kwenye mfumo, tandika, chukua pointi, chukua na magoli ya kutosha.